Lilasimama mbele yenu. Jina langu ni Masud Mbaruku Masud Lopenga, ni mjumbe mta, wa serikali ya mtaa, mtaa wetu huu wa Mshikamano na nipo hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndugu Henry Madenge Kobelo. Siku adhimu kabisa na siku muhimu kwetu sisi kama vijana katika bonanza letu linalojumuisha timu nane kutoka sehemu mbalimbali, tuna watu hapa kutoka Ilala lakini kubwa zaidi ni timu ambazo zinatoka ndani ya mtaa wetu wa Mshikamano. Lakini kubwa, nachotaka kuwaambia vijana wenzangu, tunatambua nchi nzima sasa hivi inaelekea katika mchakato wa uchaguzi mkuu. Mchakato huu ni mchakato ambao unakwenda kutupa sisi hatima njema ya maendeleo ya nchi yetu na maeneo yetu kwa miaka mitano ijayo. Ifikapo tarehe 29 Oktoba tujitokeze kwa wingi kwenda utiki tiki, ni tatu tu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa jimbo letu la Kibamba tunaye Mheshimiwa Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki ambaye ndo mgombea ubunge wa jimbo letu hili la Kibamba, lakini pia kwa kata yetu hii ya Mbezi tunaye Mheshimiwa Pius Nyantori mgombea wa udiwani wa kata ya Mbezi. Hivyo siyo tarehe ishirini na tisa vijana wote tuimizane kwenda kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu na imani. Kupitia bonanza hili tutakwenda kudumisha umoja, kudumisha amani na kudumisha uzalendo kwetu sisi kama vijana, lakini pia kwenda kuzijenga afya zetu lakini vivyo hivyo pia na imani, kila mmoja atakuwa mlinzi wa mwenzake kuelekea bonanza hili. Lakini nipongeze zaidi, nipongeze zaidi waandazi wote wa bonanza hili na timu zote shiriki kwa kuhakikisha bonanza hili linafika leo na kufanyika siku ya leo. Mimi nikuome ni kuombe, ni kuombe. Ujumbe wa serikali ya mtaa mshikamano kamata sana vijana hao. Ni vijana kwanza, wanapenda serikali yao, ni vijana ambao kwamba wanapenda mchezo na vijana ambao kwamba ni wazalendo. Ukimkuta mtu anacheza na jua saizi, ujue moja kwa moja huyo mtu ana dhamira kusaidia kitu, ana dhamira kusaidia viongozi wake, ana dhamira kusaidia serikali. Basi na sisi tuwatazame kwa jinsi nyingine. Kwa hiyo mimi nimalize kwa kusema kwamba serikali ndio walezi wa, wa, wa, wa, wa,